ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, maboresho makubwa katika kikosi yakiwa yanaonekana. Upande wa kocha Steve Baka tayari yupo katika sehemu kubwa ya kuhakikisha kwamba anatimiza mengi makubwa ambayo tayari yapo na mengi ambayo yanazidi kuonekana katika upande wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, baada ya mapendekezo ambayo ameyahitaji kocha wa Simba Steve Baka uh, kuimarisha na kuboresha timu yake katika ufanisi na ubora huo mkubwa uliotukuka. Klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba imefikia sehemu ya makubaliano na upande wa beki wa kushoto wa timu ya Al Hilal Omdurman ya kutokea pale nchini Sudani. Hapa namzungumzia mwamba kweli kweli anayejulikana kwa jina la Khadim Diaw, usajili wake umekamilika, deal done confirmed. Khadim Diaw ni mnyama, Khadim Diaw ni mmoja, anakwenda kufanya vizuri zaidi. Kwa mjibu wa taarifa kutokea pale nchini Rwanda, ambako kikosi cha Al Hilal Omdurman ya pale nchini Sudan wamejikita kambi eh, na andiko ambako kwa sasa wanashiriki ligi ya pale nchini Rwanda, zinaeleza na zimefafanua kwa kina, siku ya kesho Khadim Diaw ndio siku ambayo yupo nchini Tanzania na atakuwa nchini Tanzania kwa ajili ya kukamilisha kila kitu ikiwemo ishu ya utambulisho ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi, Simba. Bwana usajili ndani ya Simba umeanza kunoga baada ya ukimya wa muda mrefu zaidi ambao umekuwepo katika upande huo. Simba Khadim Diaw anakwenda kuwa mchezaji wa tatu ambaye usajili wake unakwenda kukamilika katika upande huo. Tayari usajili umekamilika kwa Baraka Mwangosi, tayari usajili wa Simba umekamilika upande wa uh, Rebas Guye, na sasa usajili unakwenda kukamilika upande wa Khadim Diaw, tayari Al Hilal Omdurman wamekubali uh, kiwango cha laki mbili kama sehemu ya usajili wa Khadim Diaw. Na Khadim Diaw tokea mwanzo, kama ilivyokuwa kwenye dirisha kubwa, yeye muda wote alishatamani tamani kujiunga na klabu ya Simba Simba, timu yake ikamzuia katika dirisha kubwa, lakini dirisha hili dogo imekuwa ni fursa ambayo Simba Sports Club wameweza kuipata moja kwa moja. Taarifa kutoka katika uh, sehemu moja au uh, sehemu nyingine pale nchini Rwanda inasema nini? Taarifa iko hivi Uh, taarifa kutoka Rwanda, beki wa kushoto na taifa la Mauritania Khadim Diaw mwenye umri wa miaka ishirini na saba ataingia nchini Tanzania siku ya kesho, ili kumalizana na klabu ya wekundu wa Msimba Simba. Kesho Simba Sports Club na Khadim Diaw, ni deal done katika nafasi hiyo, kwa maana ya kwamba upande huu ninavyozungumza nawe, wakati huu ninavyozungumza nawe muda huu upande huo wa Khadim Diaw pamoja na klabu ya kunda msimbasimba simba, moja kwa moja mambo yao yanatimizwa. Kesho iliyokuwa inazungumzwa ndiyo leo hii tayari imetimia. So Khadim Diaw ninavyozungumza nawe wakati huu yupo katika ardhi ya Tanzania, kukamilisha usajili wake ndani ya klabu ya Wekundu wa msimba, uh, Simba. Kwenye ripoti ya mwalimu, moja ya maeneo ambayo Simba imewagharimu kwa vyovyote vile kufanya maboresho ni katika upande wa left back, kwa maana ya beki namba tatu, ambaye atakuja kuongeza kidogo cha ziada, bado coach akuridhia katika uwango uh, kiwango cha Anthony Mrigo. Alihitaji beki mwingine wa kushoto ambaye atakuja kuongeza nguvu, lakini wakati huo pia upande wa coach amehitaji mchezaji ambaye anaamini ana uwezo wa kuja kuongeza nguvu katika upande huo, baada ya Nabi Kamara kwa mwisho jukumu la kucheza kama beki namba tatu na kuja kucheza kama kiungo baada ya Arsene Kante kuwa na adhabu katika michuano yote ya NBC pamoja na michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, akiwa anakosekana katika nafasi hiyo. So, Simba wamefikia sehemu ya makubaliano pamoja na Khadim Diaw. Na anytime from now ni mmoja wa usajili ambao wanakwenda kuwatambulisha. Khadim Diaw amekubali kujiunga na Simba na timu yake Al Hilal awamu hii imekubali kumwachia. Endelea kukaa karibu na Pili TV ili uzidi kunufaika na kupata na taarifa zote za kiusajili ikiwemo issue na mwendelezo wa Khadim Diaw.